Suleiman, habari yako kutoka huko Jerumani. Salama Jerome, vipi hali yako? Hali yangu ni nzuri, namshukuru wa Mwenyezi Mungu. Pasi na shaka uchaguzi uh, ulikwenda kama uh, inavyokuwa uh, hasa katika nchi za Ulaya huko. Uchaguzi wa Ujerumani ulikamilika wiki karibu mbili zilizopita kama uh, ulivyosema hapo, chama cha CSU chama cha mrengo wa wastani wa kulia cha ndo viliibuka na ushindi kwa karibu asilimia 28 na na sent kadhaa hivi. Huko chama cha mrengo mkali wa kulia cha AFD kwa nafasi ya pili kwa, kwa zaidi ya asilimia ishirini, lakini chama cha SPD cha Social Democrat nafasi ya tatu katika uchaguzi huu kwa asilimia kumi na sita hivi. Kwa hivyo uchaguzi ulienda vizuri, kulikuwa hakuna kashikashi yoyote, na matokeo yaliyotokea ni matokeo ambayo watu wengi walikuwa wanatarajia, kwa sababu kama utakumbuka kwamba mwanzoni mwa mwezi Novemba mwaka uliopita serikali ya kansela Scholz anayeondoka muda si mrefu ilisambaratika. Kwa hivyo kukahitajika kuhitishwa kwa uchaguzi wa haraka, na rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier akahitisha uchaguzi ambao umefanyika Februari na Februari ishirini na tatu, na sasa tunafahamu kwamba kansela jai Friedrich Merz anatarajiwa kuunda serikali na kama alivyosema hapo, kwamba sasa hivi yanafanyika mazungumzo ya yeah kati ya chama cha mea cha siasa za wastani za mrengo wa kulia na chama cha mrengo wa kushoto kwa maana ya mrengo wa wastani cha Social Democratic SPD kuuna kama wanaweza kuunda serikali ya shirikisho, na asante sana. Vyama vya CDU na CSU wakishirikiana na SPD pasi na shaka vimekubaliana juu ya mpango wa kifedha wa euro bilioni mia tano kwa maendeleo ya kiuchumi na ulinzi. Je, mpango huu unamaanisha nini hasa kwa mustakabali wa siasa za Ujerumani na nafasi yake katika Ulaya. Kwanza jerume, Ujerumani ndo taifa lenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya, kwa maana ya kwamba ndo taifa ambalo linapaswa kuwa na sauti katika masuala muhimu ya kimataifa barani Ulaya na ulimwenguni kwa ujumla kwa hivyo kwa masuala ambayo yanaendelea duniani kwa sasa ya kiusalama, imewalazimu imevilazimu vyama hivi kuweza kukubaliana na kufikia wazo la kuona kama wanaweza kuwa na mfuko maalum wa kiasi milioni euro bilioni mia tano kwa miaka kumi ijayo na kuona kama wanaweza wakajiimarisha zaidi katika suala ya usalama. Utaona kwamba mambo yanavyoendelea ulimwenguni kwa sasa, kule nchini Ukraini vita vimepamba moto bado karibu miaka mitatu sasa, e, kitisho cha Urusi e, pamoja na Marekani kut bajamba kwa mataifa haya ya Ulaya na, na, na mambo ya NATO na ujio wa Trump kwa mara nyingine kama rais wa Marekani katika awamu yake ya pili. Kwa hiyo masuala yote ambayo yanaendelea ulimwenguni sasa yameilazimu yame Ujerumani kuona namna gani sasa inajiimarisha zaidi katika masuala ya kiusalama na kuona wanaweza wakaongeza bajeti ambayo itakidhi mahitaji ya kiusalama na ulinzi na kakumbuka pia ndani ya Ujerumani kwenye kuna matatizo chungu nzima ya kiusalama. Kumekuwa na matukio mbalimbali ambayo yanawahusisha watu ambao wana, kuna moja tukio moja ilitokea hapa mjini Magdeburg, bwana mmoja alifurumisha hari katikati ya watu, wakaua watu kadhaa, mwingine jiti kule katika mji wetu Mannheim. Kwa hiyo kumekuwa na matukio kama haya ya, ya, ya uhalifu ambayo na, yanatia doa Hei, sekta ya, ya ulinzi hapo Ujerumani. Kwa maana hiyo, sasa, serikali na vyama ambavyo vinapaswa pengine kuu serikali ya mseto katika siku zijazo, vimeona ni muhimu kuunda mfuko huu wa, wa pesa nyingi sana hizi, kuona kama wanaweza kuimarisha sekta hii ya ulinzi na pengine kuweka Ujerumani katika nafasi nzuri zaidi na kuipa sauti ile ambayo Ulaya inaipa Ujerumani, ambayo ni taifa kubwa kabisa. Kumise, na, na, na, na, kiongozi anayetazamiwa kuwa kansela a Ujerumani na shaka Frederik Mars anasisitiza kuongeza matumizi ya ulinzi. Hatua hii inamaanisha nini kwa uhusiano wa Ujerumani na NATO, hasa ikizingatiwa hofu ya Marekani kujitenga na Ulaya? Marekani kama nilivyosema hapo awali, Trump alivyokuja katika utawala wake wa pili akiwa rais wa Marekani kwanza, licha ya mapendekezo la kuongeza kwa karibu asilimia tano ya bajeti ya uzi kwamba taifa litoe karibu No, yapata jumla kwa ajili ya ulinzi, na hii sio kwa Ujerumani peke yake. Suala ni kwamba mataifa karibu yote ya Ulaya sasa hivi yanakuimarisha kiusalama, kwa maana ya ulinzi. Kwa mfano kilichotokea Ukraine na ki, ki, ki, ki. Kwa mfano, kile Ukraine, Rusi ndio kinatoa somo katika mataifa mengine ya Ulaya kujiona kwamba hayako salama sana, kwa maana hiyo yanajaribu kutafuta jitihada kuona namna gani yanaweza E, kujimalisha zaidi kiusalama hapa Ujerumani. Unaona, uh, kansela ajaye Friedrich Merz anapambana kuhakikisha kwamba nchi yake inakuwa na sauti ile ambayo inapaswa kuwa nayo na inakuwa ngu... na uhakika kwa usalama ina, anapambana pia kuzuia masuala ya uhamiaji haramu na naamini kwamba katika mipaka Ujerumani lazima kuwepo na doria ya kila siku, kwamba watu wanaoingia na kutoka lazima wakaguliwe tofauti ilivyo sasa, kwamba ukaguzi umekuwa kwa muda mfupi, kwa hivyo matukio kama haya au uhalifu kama nilivyokuambia hapo awali, vita vinavyoendelea kule nchini Ukraina na Urusi, kitisho cha Urusi, kitisho cha Trump kuatia misukosuko viongozi wa Ulaya, kimewafanya Ujerumani na serikali ya Ujerumani ijaya kuona kwamba ina jukumu la dhati la kuhakikisha kwamba serikali ya Ujerumani na nchi ya Ujerumani inakuwa salama na haijirudi yale ya miaka ya nyuma iliyopita kwamba vya pili dunia. Kwa hivyo Ujerumani imekuwa ikiitilia mkazo namna ya usalama na, na kutujiingiza zaidi katika masuala mengine ambayo yanaweza kudhoofisha Ujerumani. Kwa hivyo ni, ni, ni hatua ambayo sio tu kwa Ujerumani, ipo katika ma, karibu mataifa yote ya Ulaya. Hapa Ufaransa pia tumeona imetoka kusema kwamba Urusi ni kitisho kwenye usalama wake. Na, na, na mshukrani sana. Na mpango huu wa kifedha umekuja wakati ambapo Ujerumani inakabiliana na changamoto za kiuchumi na mzozo wa Ukraini pasina shaka unaoendelea. Je, kuna mashaka yoyote ndani ya siasa za Ujerumani kuhusu ufanisi wa mpango huu wa kifedha hasa kwa miaka kumi ijayo? Kwanza, Jerome ni lazima tuweke wazi kwa serikali ya Ujerumani inakabiliana na moto zipi. Changamoto zilizopo kwa pensheni ya Ujerumani ni gharama kubwa, kupanda kwa gharama za maisha, ikiwa ni pamoja na kwa bajeti ya ulinzi kama tulivyosema hapo, msaada kwa Ukraine, kupeleka pesa kile siko kule, wananchi wahapa wanapata taabu, wakati huo kukiwa na miundombinu mibovu apa. Kwa hiyo wananchi wahapa pia wanatarajia kwamba serikali ijayo itakarabati miundombinu iliyoharibika, mabadiliko ya nishati kuelekea mfumo wa hali ya nishatu hewa sio na uchafuzi na mchakato wa kidijitali ambao umekuwa ukienda taratibu. Kwa hiyo haya ni masuala muhimu ambayo yamekuwa yakizungumzwa sana hapo Ujerumani, lakini pia suala kubwa hapa la uhamiaji pia limekuwa likijadiliwa sana na, na, na kama tatizo katika nchi hii ya Ujerumani, kwa maana ya kwamba kuna watu chungu zima hapa ambao wamepokelewa kama wakimbizi, wamepewa hifadhi, wanagharamikiwa na serikali, wanalishwa, wanatafutiwa malazi na makazi. Kwa hivyo Wajerumani wanaona kwamba vita vinavyoendelea nchini Ukraini, matatizo yanaendelea hapa nchini mwao, yanapelekea kupanda kwa gharama za maisha na kuyafanya maisha ya hapa kuwa magumu nchini mwao. Kwa hivyo mikakati kama hii anakuja nayo na, na kansela ajaye wa Ujerumani, bila shaka inatarajia pengine kujibu masuala ambayo wananchi wa hapa wanataka kuyaona yakisuluhishwa na yakipatia ya ya ya ufumbuzi lakini mapema sana kuona hivi kwa sababu hi, ha, hi, haya ni makubaliano ambayo yamepitishwa na vyama hivi vitatu CDU CSU pamoja na chama cha Social Democratic SPD, lakini hili litabidi liende bungeni e, bunge la Ujerumani litapendekewa huu swala ya wiki ijayo kuona kwamba kama litaupitisha. Baada ya hapo maanake sasa ndio litaanza katika hatua ya utekelezaji na kama kauli isipopitishwa, maana yake inabidi sana waandae tena mpango mkakati mwingine wa namna ya kuyafanya na kuyajibu yale ambayo Wajerumani wanataka kuyaona yakifanyika. Kwa hivyo hii mikakati inafanyika kwa sasa hivi, lakini haimaanishi kwamba itaenda kutekelezwa kwa asilimia mia, kwa sababu bado itabidi iende bungeni, na utakumbuka pia hata serikali iliyopita ambayo inaondoka inamaliza muda wake ya social ya SPD ya ambayo ilikuwa ilisambaratika mwezi Novemba mwaka jana, ilikuwa ni swala hili hili la la kupanga gharama za maisha na kupungukiwa uh, kwa fedha na kutofautiana itikadi na masuala ya namna ya kusuluhisha matatizo ya nchi hii. Tunafahamu kwamba Ujerumani ina historia ya kuwa na sera za uangalifu pasi na shaka kuhusu matumizi ya kijeshi tangu vita vikuu vya pili vya dunia. Je, mabadiliko haya ya kipaumbele kuelekea ulinzi yanaweza kukumbwa na upinzani ndani ya bunge au kutoka kwa wananchi wenyewe? Kwanza, hapo Ujerumani kumekuwa na maandamano ya mara kwa mara wakati chama cha kuhusiana na dhidi ya chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AFD, Alternative for Deutschland. Na watu hao wamekuwa wakina kipingera za chama hicho ambacho watu wengine wamekuwa wakisema kwamba kinaeneza chuki miongoni mwa watu na kifuati misingi ya demokrasia kwa hivyo tunafahamu Ujerumani jinsi ambavyo ilifanya katika vita vya pili vya dunia. Kwa hivyo mara zote imekuwa ikijizatiti na kuamini kwamba inayo nafasi ya kuhakikisha kwamba ulimwengu unafahamu kwamba nchi inaweza kuwa na maendeleo bila kuwa na vita na inajaribu kuwa mfano wa demokrasia duniani kote. Kwa hivyo kinachotokea kwa sasa ni kwamba vyama hivi vina, kwa mfano kama hii cha AFD, watu wamekuwa wakiandamana kukipinga kwa sababu sio tu kwamba ni chama ambacho kinaeneza chuki, lakini pia hakiheshimu misingi ya jadi ya Ujerumani ikiwemo kama hivyo e, masuala ya vita vya pili ya dunia na ku, watu uchungu zima waliwawa hapa Waisraeli na ulimwengu wote uliingia uli, uli katika giza totoro baada ya vita vya dunia ilisababishwa na na Ujerumani yenyewe. Kwa hiyo mara zote imekuwa ikijizatiti kuona kwamba haiwi chanzo chochote sana cha mzozo wa kivita ulimwenguni kote. Kwa hivyo jibu lako ni kwamba inaweza ikawa ni ni matokeo ya kile ambacho tunakiona kwa sasa hivi kwamba serikali inajaribu kutafuta namna ya kuweza kuviunganisha vyama vyote na kuwa katika kauli moja, ingawa pamoja na haya maandamano ninayosema hapa bado chama hichi kimeshika nafasi ya pili katika katika katika uchaguzi mkuu uliopita, kimepata asilimia zaidi ya ishirini ambayo ni nafasi ya pili ukitoa chama cha CDU na CSU. Kwa hivyo utaona pia kinapata kina nguvu katika hasa katika maeneo ya Ujerumani Mashariki ambayo kabla ya muungano, manake Ujerumani Magharibi, ndio chama hiki kimepata nguvu zaidi cha mrengo wa mkali wa wastani cha CDU na, na CSU, lakini Ujerumani Mashariki, chama cha cha, cha, cha AFD kimepata nguvu pia, kwa hivyo masuala mawili hapa. Kwa hiyo chama cha serikali ambayo itaundwa na Friedrich Merz ina jukumu la kuhakikisha kwamba Ujerumani haiwi kikwazo tena, kwa maana ya kwamba kukidhi mahitaji ambayo hata chama cha fd kinahitaji ikiwemo swala la uhamiaji ambalo limekuwa likipigwa kelele sana hapa na kuboresha maisha ya Ujerumani na pengine kutoa hii minong'ono kwamba Ujerumani naetarudi tena katika kuwa taifa ambalo lina itikadi kali linaloweza na kuleta athari katika ulimwengu kwa mara nyingine tena. Kwa hivyo ni kitu ambacho Jerumani wenyewe wanakipigia kelele sana, ndio maana unaona kwamba ikitokea kwamba kumekuwa na sera ambazo wananchi hawazikubali au hawaziungi mkono, wanaandamana kwa maelfu kwa maelfu. Kuna kipindi hapa karibuni zaidi ya watu laki mbili waliandamana la mjini Berlin, kukipinga chama cha AFD. Kwa hivyo utaona namna gani ambavyo E, wenzetu wamesha kuwa wa, kama kama sera zako haziendani na yale matako ambayo wanayaona, sera zako haziboreshi maisha yao ya kila siku, hazioneshi kwenye na wakati wanaweza wakaandamana. Kwa hivyo na, na, na, na uzuri pitishwe, na muliwe, kwa iko, ni kwamba mambo haya lazima yapelekwe bungeni, yapitishwe na yaamuliwe. Kwa hivyo ni kitu ambacho kina tafsiri tofauti tofauti, lakini kwa, kwa, kwa, kwa lugha rahisi ni kwamba bado nchi hii na msingi ile yajai ya ambayo inaheshimu demokrasia inaheshimu uto wa watu na inaruhusu uhamiaji lakini ule unaofuata sheria. Kwa mtazamo tu wa kimataifa, unadhani makubaliano haya ya kifedha yatabadilisha vipi nafasi ya Ujerumani katika siasa za dunia hususan uh, katika Umoja wa Ulaya na uhusiano wake na mataifa mengine yenye nguvu kama vile Marekani, Urusi na Uchina? Sasa hivi mataifa yote makubwa ulimwenguni yanapambana kuhakikisha ya kwamba yanaweka yanakuwa nafa, na nafasi katika siasa za ulimwengu, katika majukwaa ya kimataifa, kila mmoja anataka kuonekana na sauti. Tunaona Marekani anapopambana wiki ijayo tu hapa wawakilishi wa Marekani watakuwa mjini Saudi Arabia, mjini Riadhi kukutana na wawakilishi kutoka Ulaya hapa nchini Ukrain kumaliza mzozo wa Ukrain. E, tunaona kinachoendelea kule nchini China jinsi inavyopambana kujipa nafasi kwenye mataifa ya Afrika. Tunaona Urusi pia katika ukanda wa Sahel, wanao watu huko ambao wanapambana kila siku kuongeza ushawishi wao katika mataifa hayo ya Afrika kwa hiyo Ujerumani pia kama taifa lenye uchumi mkubwa barani Ulaya lina nafasi kama hiyo pia katika mataifa mengine, wakati ambapo siasa za ulimwengu zinabadilika badilika. Kwa mfano kama sasa hivi tunaona Marekani anakuja na modeli tofauti ambao ni kama vile hauiungi mkono moja kwa moja Umoja wa Ulaya na umekuwa ukiishutumu Ulaya. Kwa hivyo kila taifa sasa hivi linapambana kuhakikisha kwamba linapata washirika wake wa kudumu na kuona namna gani inapata soko kupanga bidhaa zake, namna ya kushirikiana kidiplomasia na masuala mengine kama hayo kwa hivyo mtazamo huu wa kujerumani kuwa kuongeza bajeti ni kuhakikisha kwamba hata miradi inayoifanya katika mataifa mengine ya, ya Afrika ama ni ya ni aa usalama, ama, na usalama ama, ama, ama katika vita ambavyo vinashiriki katika mataifa mengine, mengine kusaidia kum, kumaliza mizozo na vitu kama hivyo inakuwa na uwezo huo na inakuwa na kauli katika mijadala hii ya kimataifa. Kwa hivyo swala hapa ni kwamba kila taifa sasa hivi li ulimwenguni linajipambanua katika nafasi yake kuhakikisha kwamba linapewa nafasi katika majukwaa ya kimataifa kwa sababu sasa hivi Marekani imekuja katika mwelekeo tofauti, Ulaya ina kivyake, NATO ipo katika mashaka mashaka. Marekani inawatolea jasho kila wakati mataifa haya Ulaya kuambia kwamba uongeze bajeti. Kwa hivyo, kila mmoja hapa anajaribu kutafuta nafasi yake ambayo anaweza kuhimili na kuendesha maisha ndani ya nchi yake na katika jukwaa la kimataifa. Kwa hiyo, hapa kuna mtihani ambao nauona ni kwamba kila nchi hapa inajaribu kujiweka katika nafasi nzuri ya kuaminika kimataifa na kuonekana kama ina sauti. Wakati huo huo, ndani ya nchi pia mambo yao yanaendelea ya kama kawaida, kama nilivyosema hapo awali kwamba wajerumani hapa wanasema kwamba gharama za maisha zimepanda, bei ya nishati imepanda, miundombinu mibovu kwa hiyo kama pesa hizi zitaruhusiwa, manake zitaruhusiwa pia kuboresha maisha ya watu wa hapa ndani na miundombinu hapa ndani. Wakati huo huo, ushawishi wa Ujerumani pia katika mataifa mengine ya Afrika, pengine Afrika Mashariki, Afrika, Afrika ikiwemo mataifa kama ya kwetu sisi, ukienda huko Afrika Magharibi, China na Asia kungine na kungineko ulimwenguni, ushawishi wake uwepo kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo hapa kinachotokea ni kwamba kila nchi inapambana kwa kila hali kuhakikisha kwamba ipo katika nafasi nzuri ya kiuchumi, kiusalama na kiulinzi na kidiplomasia ili kuhakikisha kwamba uko mbeleni tunakwenda, anayo nafasi katika mataifa ya Afrika, inayo nafasi katika mataifa ya Asia, Amerika ya Kusini na kwingine kokote, kwa sababu kwa mfano kama hapa tunaona Marekani yeye ameongeza kodi kwa Mexico, China, wapi, Canada tunaona. Kwa mataifa mengine pia naona kwamba yanaweza yakafuatia. Kwa hiyo bila kuwa na bajeti ya kutosha inaweza kuingia katika kizungumkuti ambacho kitaifanya nchi hizi zione kwamba hatuna serikali wuka, makuga, ambayo, na pengine kuzusha hata maandamano makubwa ambayo tumeanza kuyashuhudia katika siku za hivi karibuni. Na asante sana, ni kushukuru sana Suleiman Mwiru kwa nafasi yako kuzungumza nami hapa eh, kutizama zaidi juu ya hiki ambacho kinaendelea, mchakato wa kupata serikali eh, huko Ujerumani.